Utamsoma sahaba wetu ambaye kwamba si mwingine ni Hudhayfah bin Al-Yaman. Samia kusudia neno hilo ni kwamba jina langu mimi mwenyewe ni al-Akh Hudhayfah bin Ghalib bin Sharif, na sahaba tena kumzungumzia leo ni sahaba Hudhayfah bin Al-Yaman. Kwa hivyo mimi mwenyewe nitakuwa ni mwenye kujikari na sifa za sahaba kama huyu. Naam, sahaba kama huyu maarufu katika Uislamu kazi kubwa ambayo kwamba ni sharafi yake Allah subhanahu wataala, alimjalia nayo. Alikuwa mulaqab biashab, ni alipewa lakab la kwamba katika masahabu wa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam huwa sahibu sir, ya kwamba yeye ndio mweka siri za mtume sallallahu alayhi wasallam. Siri yoyote ambayo kwamba mtume alikuwa nayo, sisi leo tunakosea. Leo wengi wetu tunapeana siri zetu zote kwa baadhi ya amba marafiki ambao kwamba hawakuwa na sifa za kustahiki siri kama zile. Endapo itatokea ikhtilafu baina yenu, mmekosana basi, atakuwa ni mwenye kuchukua siri kama zile na kuzipeana kwa watu, huyu amefanya hivi, huyu kitu fulani, huyu kitu fulani, hali ya kuwa wakati wa jambo kama lile, mnapokuwa mnakubaliana, mmekubaliana kuwa ni siri baina yenu. Imefikia mahala watu hukwambia, sahihi, hakuna siri ya watu wawili, siri ni ya mtu mmoja lakini Hudhaifa uh, bin Al-Yaman yeye siri za Mtume zile siri nzito nzito alikuwa nazo, na hata baada ya kufa Mtume, Hudhaifa bin Al-Yaman hakuwahi kuzitoa siri za Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Akiulizwa, alikuwa sana mwenye kutaka kujua siri hizo ilikuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, khalifa wa pili katika Uislam alikuwa akimwambia sikuwahi kutoa siri za mtume alipokuwa hai. Lau pengine ningetaka kutoa siri kama ile ningemuomba ruhusa. Je, hivi sasa amefariki ndio nitoe siri zake? <coughs> lakini maal asaf, leo imekuwa sisi hakuna kuhifadhiana, tunahifadhiana siri pale tunapokuwa na maslahi yetu, mambo yakishaharibika twaanza kutapika yale ambayo kwamba tumeyafagilia eh, na kuyajitahidi kuwa ni mambo ya watu Sahaba kama huyu alikuwa na pati kubwa sana katika Uislamu, hasa katika mashaf. Kulikuwa na fitna imetokea baina jeshi la Iraq na baina jeshi la Madina. Masahaba baada ya vita kama vile walikuwa, imefika ni wakati wa swala, akapita mmoja katika wenye kuswalisha minjundi al -e -e -e -e Sham Iraq kule, alipoenda kwa kuswalisha akatumia qiraa ambacho kwamba watu wa Madina kiraa kama kile hawakijui. Nikizungumzia qiraa, sizungumzii namna ya sauti. Qiraa ninachokizungumzia hapa ni kwamba hii Qurani ina namna saba ya kuisoma. Nadhani wengi wenu si wageni katika hayo na yameenea sana katika mitandao. Utapata <coughs> msomi mmoja asoma mathalan sura alhamdulillahi rabbil alamin, akafungua kule mwisho Mwingine, alhamdulillahi rabbil alamin, mara ukasikia maliki yaumiddin, mwingine anasema maliki yaumiddin. Sasa huku kwetu tumezoea ile namna ya usomaji wa kawaida, lakini ukienda kwa watu wa Yaman, watu wa Kufa, watu wa Basra, basi wao wana sampuli nyingine, husoma kwa kile kile kiraa kimoja. Na tukio la mfano hilo, si ajabu kwetu, hata wakati wa Mtume alipokuwa hai lilitokea hilo. Kuna sahaba mmoja alikuwa akisoma Suratul Furqan Umar bin Khattab akamsikia yule sahaba yuasoma sura kama ile, akamfuata yule sahaba, akamsubiri alipomaliza, fa akhadha bi rasihi, akamshika kichwa chake, yani kilemba chake kile. Akamvuta, paka kwa Mtume, kwenda naye kwa Mtume, kisha amwambia: ya Rasulullah, laqad samitu hadha yaqra'ul qur'ana bighairi ma aqra'taniha, nimemsikia huyu yuasoma Qur'an kwa kitu ambacho, kwa kiraa ambacho hujanifundisha mimi, sijasoma kutoka kwako wewe. Sasa akamamtuma akamwambia nini Iqra, soma yule sahaba akasoma vile alivyosoma, kisha akamwambia na Omar, wa anta iqra, na wewe pia soma. Baada ya hapo akamwambia kullu hadhi min indillah, yote haya yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, ukienda katika sehemu baadhi ya nchi ukasikia Qur'an inavyosomwa wewe, kwa kuwa umezoea sampuli yako moja, utastaghrib sana, mbona imekuwa hivi, mbona imekuwa hivi? La, vyote hivyo ni viraa vimethubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, an tariqa jibril min Allah subhanahu wa ta'ala na sanadi zake na silsila zake ni maarufu kwa watu wasomi wa qira'at. Idhan, wakati wa fitna hiyo ilipotokea wakati wa Uthman ilikuwa fitna ni kubwa sana. Hudhayfa bin Al-Yaman asema, e, al-Imam Ibn Kathir li'annahu kana mumilu fi tafsir wal qira'at. Huyu ndio imamu mkubwa mkongwe katika maimamu wa qira'at. Asema ya kwamba fakana fi ba'dhi maghzahum mushahidahum Hudhayfa bin Al-Yaman akaliona jambo hili, utesi baina ya waislamu hawa, wasema hivi hawa wasema hivi, hawa wasema vile hawa wasema vile. Faraa min khulfihim ibra, akaona kwenye ikhtilafu zao hii kuna zingatio kubwa hapa. Lao mimi nitaliacha hili jambo hivi basi, mambo yataharibika. Akafanya haraka Hudhaifa ibn Al-Yaman, fajaa Uthman madhuran, faqala lahu akhafu ayakhlitu ay faadrikil bashara. Amwambia ya kwamba fanya haraka haraka Ewe Uthman, nimeona watu mimi wanateta kwenye hii Quran, kila mtu husema yao, basi fanya haraka, wakimbilie watu wapate watu, ili ukaitulize ikhtilaf kama ile. Alipoenda Uthman radhiallahu an kwenda kuwasudisha watu, akasema bas ala lisani quraishin faktubuhu kama ala nabii inzaluhu ntashara, iandikeni Qurani kama vile ilivyoteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume alivyoipokea kwa ulimi mmoja ikaandikwa Qur'an, bilisani Quraishi, kwa ulimi wa Kiquraishi, yani lugha ya Kiquraishi ikaandikwa Qur'an. Kisha baada ya hapo, fa arsala Uthman, akaituma Uthman Qur'an nuskha, nuskha, nuskha tofauti tofauti, ma muallim, pamoja na akiweka pale, kuna mwalimu wa kufundisha qiraa, kama kile ikawa kila qiraa, wanazuoni maarufu hizi qiraa ni saba kisha akaweka kila nusha Yemen kwende mwalimu kule afundishe ile Qur'an kama jinsi wanavyoelewa wao, Kufa, Basra, Sham, hivyo ikawa watuma mwalimu akenda kifundisha kule kwa Qur'ani, lakini kwa wakati ule akawakusanya Waislamu kwa qiraa kimoja, iwe nusha inaosomwa ni usha. Ndo maana misahafu hii ukiangalia, mara nyingi hii misahafu tuliokuwa nayo, lau utaifungua huku nyuma, utaona imeandikwa birasmi al-Uthmani bimana kutoka wakati huo wa Uthman ibn Affan. Istoshe hapa, wakajenga Mashia hoja ya kwamba Uthman ibn Affan alipoona kuwa ile ikhtilaf zile akachukua misahafu yote iliyokuwa imeandikwa wakati ule akaichimbia shimo akaichoma. Sasa Mashia wakapatiliza Uthman, hafai kwa sababu alichoma Qur'ani yeye. Hizo ni hoja za unafiki za kumpangilia na kumchafulia jina, hali ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alishamtukuza sana Uthman bin Affan. Naam, Hudhayfah bin Al-Yaman akalitatua tatizo hilo na ndio maana leo mashaf na kiraati zote zinajulikana na mashaf leo ikabakia ni kuwa ni mashafu moja mpaka hivi sasa. Si sahaba mwingine aliyokujitatua hilo, isipokuwa alikuwa ni taufiki kwa Allah kumjalia sahaba kama huyu kuweza kuindoa ikhtilaf kama hiyo. Katika mambo mengine, uhifadhi wake wa siri. Umar ibn al-Khattab alikuwa haiswali jeneza. Akiingia jeneza msikitini namna hii, basi alikuwa akimwangalia Hudhayfah bin Al-Yaman, je, Hudhayfah bin Al-Yaman yupo? Amambia akimuona yupo, basi tabaad Umar bin Khattab ataiswalia jeneza kama ile. Au akiangalia akiona Hudhayfah bin Al-Yaman hayupo, basi ajua yule aliyokuwa pale ni jinafiki lile, ahamswali naye Umar yatoka sasa. Ikawa ndio kipimo chake cha kumjua mnafiki katika watu wanaokuja pale kuswadiwa, akimwona Hudhaifa bin Yamana ajua jamaa ndiye, akimwona hayuko ajua lile siye. Basi kwa hali hiyo, mpaka katika utawala wake akawa yuamuuliza Hudhaifa bin Yamana, e Hudhaifa, hebu niambie katika huu ukhalifa wangu hawa magavana niliowaweka, je kunao wanafiki ndani yake? Hudhaifa bin Yaman hataka kumweleza lakini amlazimisha na nini, nataka kujua kama kuna mnafiki nimtoe. Akamwambia wapo mara kwanza akamjibu wapo. Wapo wanafiki wangapi? Ah, hilo sikuambii. Mimi fanya jitihada zako. Basi, je katika akajitahidi, akajitahidi, akajitahidi, akajitahidi mpaka ikafikia pale, akija kumuuliza tena leo, watoa na kubadilisha nini, wapo wanafiki akamwambia, yupo mmoja mbaki, yupo mmoja mbaki. Lakini basi Omar akarejea tena, akawa si mrai niambie basi, ni nani ni nani? hapa tatabu lakini akazuia siri kama ile ikanyagia Umar bin Khattab akaendelea na ibadati na kumuomba Allah amjalie, basi mpaka alipokuja kumtoa yule bwana, aliporegea mara ya tatu kumuuliza, je, yupo tena kuna mnafiki katika wale watawala tena, hebu angalia angalau piga macho. Ambe, sasa hakuna mnafiki. Mnafiki hakuna. Bali ilifikia paka masala ya dini walipokuwa shura maswahaba wakimwambia ewe Hudhayfa, tutatulie hili tatizo ikiwa basi hatosema, ikahesabika kuwa wewe umeizuia ilmu, ukazuia kutatua swala la kimujtamaa hili kuwasaidia Waislamu. Ndipo sasa Hudhayfah bin Al-Yaman alikuwa atatoa siri kama ile awaambie sasa, hapa Mtume, njia ni hii na hii na hii na hii. Ndio ikachukuliwa jambo kama hilo, ikafanywa ni sheria. Ndiyo maana katika usulu za, za, za, za, za sheria katika Uislam kwanza asema eh, al-ilmu qala Allahu, waqala rasul. Kwanza Allah amesema nini, kisha mtume amesema nini? Baada hapo qala sahabatu hum ulul ifan. Baada hapo, wazungumzie sahaba, sahaba, sahaba. Je, wakati hii Quran jambo hili alikueleza hapa kwenye sunna haikubainika, lakini maswahaba ijtihadi zao walijitahidi vipi? Kwa hivyo walikuweko baadhi ya maswahaba ambao kwamba mtume alikuwa akiwaambia kama vile kwenye Quran, aqra'ukum bikitabillah ubayy ibn Ka'b kwa hivyo mkiwa na shida ya kuiya, ya katika usomaji Ubayy ibn Kab yuko pale, mkiwa na shida ya tafsiri Ibnu Abbas yuko pale, mkiwa na shida ya kadha kadha Ibn Masud yuko pale, mkiwa na jambo la faraidh ba Zaid ibn Thabit yuko pale. Ikawa masahaba kila mtu akawa watu hufahamu katika mafukaha kuna sahaba fulani katika jambo fulani, kuna sahaba fulani. Kwa hivyo ikawa kuna mambo fulani hawa masahaba wanayo, na vilevile vile, sisi tunasoma kutoka kwao. Ewe ndugu yangu Muislamu, mwenye kubeba jina kama hili uliopewa Hudhayfa, je, jipime katika miizani yako, wewe unalingana sifa zako? Hauwezi wafikia mashaba vyo vyovyote wakavyojitahidi, huwezi, twajua hilo mia filmia, lakini alal aqal lichukua japo umoja mawili, basi ukakita nayo, angalau na mimi na sifa kama sahaba fulani vinajitahidi. Kuwa na sifa kama ile. Huenda na wewe mzazi au ndugu, umesikia maudhui kama haya, uwe na tamaa na ile ambayo kwamba, na hamu ya kwamba na mimi angalau niji nizaye mtoto. Kubeba siri ya mtume ni jambo sharafu kubwa sana, mtu kukupatia siri yake. Sisi hali ya kawaida binadamu ni kwamba mtu kama yule amekupa thamani, amekuamini, ameona wewe ni mwaminifu, ndio maana mtu akachagua kukupatia siri yake. Huyo ndio uhalisia. Wataka siri za mtu fulani muulize mtu fulani, mtu fulani anajua mambo yake yote. Mtu fulani yuko hapa hayuko sana. Ah, lakini ukimwona mtu fulani ujue mtu fulani, mtu yuko around. Kwa nini? Kwa nini hivyo kumaanisha mtu kukupatia siri yake ajue wewe wajua kitu fulani kuhusu yeye hivi na hivi na hivi, wajua details zake zote, basi hiyo ni amana kubwa amekupatia kuliko amana za mabilioni na nini. Kuzuia kitmanu, sir, ni jambo kubwa sana mtu amekupatia kwa sababu ukimshamharibia pale ima utamwangusha kwenye macho ya watu, watu watamwona ah, kumbe yule bwana ana jambo fulani. Na hii si lazima mpaka yuko rafiki hapa. Kuna mambo nataka niweke wazi. Jambo la kwanza, wewe umebahatika kumwona ndugu yako Muislamu ameteleza kwenye jambo, pengine ukamwona kwenye mandhari fulani hivi ya aibu. Lao kitu kama kile utakieneza kwa watu, basi kitakuwa na mafasadi makubwa kwa watu, yani utakuwa wewe kwanza umemharibia yeye na ile thika ya watu kumwamini yeye pia itakuwa imeharibika. Kitu bora Muislamu ile siri si uone useme ah, mimi mansatara musliman, wacha nimsitiri bwana tu hivi. La baada ya kumsitiri na naswaha umpe, ndugu yangu kitu fulani umefanya hivi, wajua hichi kidogo ni makosa, mimi nashukua dhamana nitakuhifadhi hii siri lakini nawe nipe dhamana ya kwamba hutoregelea hili jambo. Umeona? na pale unapotaka kutaja aibu yako, jua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha aratta an tafala amran fanzur aqibatahu, liangalie kwanza lile jambo mwisho wake. Je, hii siri mimi nikiitoboa, huyu bwana nitamweka wapi? Na vile vile hadithi nyingine nasema ukitaka kutaja aibu ya mtu mwingine, basi kwanza, fadhkur uyuba nafsi, taja kwanza zile aibu za nafsi yako, zikumbuke ya na mimi nina hivi, basi toa zile za mtu mwingine, zitoe zako kwanza, uone kama tasubutu zako zikikushinda kutoa aibu zako, basi za mwingine nazo pia usizitoe. Muhifadhi mtu, muheshimu mtu. Wallahi billahi tallahi, nakuwapia ndugu yangu Muislamu, lau mtu kama yule umemshika kwenye mazak mabaya kama hayo, yule mtu atakuheshimu maisha yake yote. Ah, mtu fulani bana, yajua, yana, yajua kitu fulani na fulani bana, lakini mtu yule hahifadhi kwenye jambo lile, na mimi namuombea Allah naye Allah huenda kamuhifadhi siku ya Kiama. Ikawa ni kitu kizuri umekijenga baina yako na mtu kama yule. Sikuwa umpata kitu kibaya, una utesi na mwenzako, sasa umepata jambo la kumwaibisha na kumfedhehesha, basi ukasema ndo pointi yenyewe hii naiangukia. Sasa subira taniona yule, mpaka Aljazira itajua na na, na, na, na, na BBC London kule habari zake zitazieneza ulimwengu mzima. Haya ni makosa, ndugu zangu wa Uislamu, haya ni makosa. Na tabia hii kwa maalasaf haiko tu kwa kina mama masiku hizi mpaka tabia hii misikitini imewekwa kwa wanaume, hasahasa kinachosikitisha zaidi kabisa, mashehe watu wamekaa kusikizana aibu. Kuna mambo ya kielimu ya kuyaregesha mengine watu wafundishe watu umma, lakini kuna aibu za mtu. Mimi leo najazungumza hapa mbele yenu nianze kumzungu shehe fulani bana, yule shehe ula marungi ule. yule si shehe, yule, shehe yule, bana? shehe yule, kwa wanawake bana? shehe yule hivi na hivi. Sasa hayo mambo sivyo, hayo mambo alikuwa umweke chini, lakini anachokizungumzisha kwa watu, akawaelimisha watu ile elimu yake iache, vilevile hifadhi ile heshima yake. Yale makosa yake wewe ulioyajua, ni umfate mnasihi, wewe kama dai, wewe kama ndugu yangu, hivi na hivi, jambo fulani basi, ukiliache. Hebu angalia dawa yako itakuwa vipi? Hebu jambo kama hili, kuwa mkweli kwenye hii dawa yako, mpaka yule mtu mwenyewe ataona, kwa sababu mwenye kazi kama hii ya dawa na nini? lazima kuna jambo fulani hivyo namchunguza, kutoka kufanya maasi yake huwa hayafanyi dhahiri shairi, kwa sababu ajua nini, jamaa huniangalia mimi nkio kwa watu, kwa hivyo nikikosea, habari zitawafikia. Na wewe, likisha kufikia hilo jambo, umeliona kwa mwenzako, iwa sasa awe ndai ndugu yako rafiki yako, basi kuwa mpole na jambo kama ile siri kama ile. Hujui, uenda ikawa kama pengine alikuwa ni mvuta bangi, ni mzinifu, ni tayari kuswala lile jambo akiliacha, una ujira gani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikawa ndiyo sababu siku ya Kiyama akakutangulia janna, akawa yeye umomba Mwenyezi Mungu msamaha, ya Rabbi, msamee mtu fulani, kwa sababu kama si wewe kupitia hidaya yake, nikawa yeye ni sababu, mimi singeongoka leo, alinisaidia yule, alinistiri yule. Leo tuko hivyo Waislamu, swali hili nakuwachia u tajibu mwenyewe. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.